Kitabu cha Yudithi sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ambapo siku ya leo tunaenda kuhitimisha usomaji wa kitabu hivi hiki cha Yudithi. Naam, naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha tuweze kuungana kwa pamoja, lakini pia nakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi katika usomaji wa Biblia katika kila vitabu. Leo tunaenda kuhitimisha hichi kitabu cha Yudithi. Lakini pia unaweza ukaendelea kukisoma kitabu hiki katika platform zetu upande wa chaneli ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV dot mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo huko itakupa nafasi ya wewe kuendelea kupata vitabu hivi kwa ukaribu zaidi na kuvisoma muda wowote unaotaka. Maana neno la Mungu kiukweli tunapaswa kulisoma kila siku na kila wakati. Wapendwa, tufungue kwa sala, Tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako la litukuzwe, ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele, amen. Roho Mtakatifu, tunakualika kwa mwanga wako karibu kwa neno hili, utusimamie. Tunakushukuru umekuwa na sisi katika mwanzo wa hichi kitabu hadi leo tunapoenda kukihitimisha. Njoo Roho Mtakatifu, tusaidie, tuelewe na tusimame saw sawasawa na kusudi la Mungu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Mpendwa, katika sura ya kumi na tano ya kitabu cha Yudithi tutaangalia juu ya shukrani na wimbo wa Yudithi, na katika sura ya kumi na sita tutamalizia kuna ule wimbo na kuangalia kifo cha Yudithi. Naam, tuungane tuanze usomaji sura ya kumi na tano. Basi wale waliokuwamo mahemani waliposikia, walishtukia jambo hili lililotukia tetemeko na hofu liliwashika, wala hakuna mtu aliyethubutu kukaa tena machoni pa mwenzake, ila wote waliporomoka ovyo, wakakimbia huku na huku katika njia ya uwandani na milimani. Na upia waliokuwamo milimani walihusuru Bethulia, walikimbia wana wa Israeli, kila aliyeweza vita wakaenda mbio kuwashambulia. Uzia akapeleka watu Betomasmaimu, na Bebai, na Chobai, na Chola, na kila mahali katika Israeli kueleza mambo yaliyofanyizwa, ili wote wawashambulie adui zao na kuwaharibu. Basi wana wa Israeli waliposikia waliangukia kwa nia moja, wakawapiga hata Chobai na mwakaja pia watu wa Yerusalemu na nchi ya milimani, maana watu walikuwa wamewaambia mambo yaliyotokea katika kambi ya adui zao. Nao wa Gileadi na Galilaya waliwatokea kando kando, wakawa wakiua wengi wao hata walipopita Dameski na mipaka yake. Na wengine waliokaa Bethulia waliangukia kambi ya Ashuru wakaliteka, wakapata mali nyingi. Nao wana wa Israeli waliporudi baada ya kuwaua waliteka nyara vitu vilivyobaki, na watu wa vijiji na maji ya milimani na ya uwandani waliteka pia, maana kulikuwako vitu vingi sana. Yoakimu kuhani mkuu na wazee wa baraza ya wana wa Israeli waliokaa Yerusalemu walipokuja kuyaona mambo mema Bwana aliyowatendea Israeli na kumtazama Yudithi na kumsalimu. Nao walipomjia walimbariki kwa moyo mmoja, wakamwambia: wewe ndiwe utukufu wa Israeli, wewe ndiwe fahari ya taifa letu. Umeyatenda hayo yote kwa mkono wako, umeifanyia mema Israeli na Mungu amependezwa nayo Ubarikiwe na Bwana mwenyezi hata milele. Watu wote wakasema amini. Watu wakaliteka kambi muda wa siku thelathini. Wakampa Yudithi hema la Holofene na vikombe vyake vya fedha vyote na vitanda vyake na vyombo vyake na mapambo yote ya imani mwake. Akavipokea akavipandisha juu ya nyumbu wake akayatengeneza magari yake akavipakiza humo. Wanawake wote wa Israeli walikusanyika mbio kumtazama, wakambariki, wakamchezea ngoma. Akatoa matawi akawapa wanawake waliokuwa naye, wakajitia taji za majani ya mizeituni, yeye na wale waliokuwa pamoja naye. Akatangulia mbele ya watu wote katika ngoma, akiwaongoza wanawake na wanaume wote Waisraeli walifuata wamevaa mavazi ya vita na kujitia taji na nyimbo zilizokuwamo vinywani mwao. Yudithi akaanza kuimba wimbo huu wa shukurani katikati ya Waisraeli na watu wote walioitikia kwa sauti kubwa. Sura ya kumi na sita. Yudithi akasema, mwimbieni Mungu wangu kwa matari mwimbieni Bwana wangu kwa matoazi, mwimbieni zaburi na nyimbo za shangwe, mtukuzeni mliitie jina lake. Maana Bwana ndiye Mungu azivunjaye silaha za vita. Alipokaa kambini miongoni mwa watu, aliniokoa mkononi mwa walionitesa. Ashuru alitoka katika milima ya kaskazini, alikuja na askari zake makumi elfu, kwa wingi wao waliziba mito na wapanda farasi wao walifunika milima. Alisema ataziteketeza njia zangu na kuwaua vijana wangu kwa upanga, atawatupa chini watoto wangu wanyonyao, na kuwatoa wana wangu wawe mateka, na wanawali wangu wawe nyara. Bwana Mwenyezi aliwaangamiza kwa mkono wa mwanamke, shujaa wao hakuanguka kwa pigo la vijana wala kuuawa na wana, wana wa majitu wala kushambuliwa na majitu ya juu, ila Yudithi binti Merari alimdhoofisha kwa uzuri wa sura yake. Alivua nguo zake za ujane, ili walioteswa katika Israeli wainuliwe. Alijipaka marhamu usoni, akasuka nywele zake kwa mapambo, akavaa nguo za kitani ya mdembelezi kiatu chake kilimfurahisha jicho lake, uzuri wake ukaliteka nyara roho yake, jambia likamchoma shingoni. Waajeni, Waajemi waliotetemeka ujasiri wake, Wamedi walitishwa na ushupavu wake. Ndipo wanyenyekevu wangu walipiga kelele za shangwe, wanyonge wangu walililiwa kwa sauti kuu adui walijikunyata kwa hofu, walilalamika, wakakimbia. Wana wa wajakazi wakawachomwa, waka waliwajeruhi kama wana wa watoro, wakauawa kwa jeshi la bwana wangu. Nitamwimbia Mungu wangu wimbo mpya. e Bwana, wewe ndiwe mkuu mwenye fahari wa ajabu katika uwezo wako, hakuna kama wewe viumbe vyako vyote vikutumikie, maana ulisema vikafanyika. Ulitoa roho yako vikaumbwa, wala hakuna atakayeshindana na sauti yako. Milima usukasuka katika misingi yake kama maji, miamba uyeyuka kama nta mbele yako. Lakini huu mwenye rehema kwao wanaokucha, dhabihu zote hazitoshi kwa harufu ya manukato Wala shahamu yote kwa sadaka ya kuteketezwa kwako, lakini yeye amchaye Bwana ni mkuu daima. Ole wa mataifa wainukao juu ya taifa langu! Bwana mwenyezi watawapatiliza siku ya hukumu, akitia nyama yao moto na funza, nao watalia na kuumia daima. Ikawa alipofika Yerusalemu, walimwabudu Mungu watu wakata, wakatakaswa wakatoa sadaka nzima za kuteketezwa na sadaka za hiari na matoleo yao. Yudithi akaweka wakfu mali zote ya Holofene aliyopewa na watu, akakitoa na chandarua alichokitoa mwenyewe katika chumba chake cha kulalia kiwe sadaka kwa Bwana. Watu wakazidi kula karamu Yerusalemu kwa muda wa miezi mitatu mbele ya patakatifu naye Yudithi akakaa nao. Na baada ya siku hizo, kila mtu alikwenda kwao, na Yudithi alikwenda Bethulia akakaa shambani kwake. Akastaiwa katika zamani zake katika nchi yote, wengi walimtamani lakini hakuna aliyemjua siku zote za maisha yake tangu siku alipokufa mumewe Manase akakusanywa kwa watu wake, sifa yake ikazidi sana. Akazeeka katika nyumba ya mumewe hata kupata umri wa miaka mia na mitano akamweka mjakazi wake huru, akafa Bethulia wakamzika katika pango la mumewe Manase Waisraeli wakamwombolezea siku saba naye kabla ya kufa kwake ali- aligawa mali yake kwa jamaa za karibu wa mumewe Manase na kwa jamaa zake wa karibu. Ikawa hakuna aliyewatia wana wa Israeli hofu tena katika siku zake Yudithi, wala kwa siku nyingi baada ya kufa kwake.